Hadithi tamu iliyoanza mwendo wa masaa machache kutoka Dar es Salaam mpaka mkoani Tanga kule alipozaliwa mapenzi. Sisi tukapelekwa na uwito wa kujionea yanayoendelea kwa Msisi, kijiji kilichokuwa kijui hatima yake juu ya hitaji muhimu kama la maji. Sauti iliyopazwa na kupaswa mawimbi hadi kwenye mlango wa mama Magogoni. Nilifika kwa Msisi na kupokelewa na wenyeji wenye sifa bora ya ukarimu kwa wageni wao, pale waliponipitisha kwenye mradi mpya uliotokana na sauti iliyopazwa kutoka mjengoni, mawinguni mpaka kwa mama. Maji yamefika ikiwa kwenye mifumo inayoridhisha na, na miundo mbinu ya kisasa. Mimi na timu yangu hatujahadithiwa, tumejionea kwa macho kila kilichofanyika kwenye kijiji hicho, kila kitu ni kama simulizi nzuri iliyorejesha tabasamu kwenye nyuso za wanakijiji kwa kwa Msisi. audhu billahi minashaitani rajim, bismillahi rahmani rahim. Mimi Hadija Omari Abdala Ruhezi ninatoa shukurani kwa mama, ametutoa utumwani kuhusu maji. Tunashukuru sana mama, atuendeleze kwa mengine na mengineyo ili tupate faida ndani ya maisha yetu. Kwa majina naitwa Hamisi Mohamed Mwandike ni mkazi wa kijiji cha Kwamsisi. Tulikuwa na changamoto inayotukabili eh, kuhusu swala zima la maji, upatikanaji ulikuwa ni mgumu kidogo, lakini tunashukuru jitihada zimeonekana. Mimi kwa majina naitwa Musa Omari Rohezi, ni mzaliwa na mkazi wa Kwamsisi maeneo haya. Kwa Mungu kusema kweli, la kwanza natoa shukrani kubwa sana kwa mama yetu, Mama Samia Hassan Suluhu ni kwa muda mfupi tu, kero hii ya maji kwetu ilipoanza kuibuliwa, ndani ya muda mfupi sasa hivi inafuatiliwa mitaro na inachimbwa, tenki zinajengwa. Hakuna kitu kingine kikubwa sisi cha kumlipa yeye ni kumpa shukrani kubwa sana na tuna uhakika kusema kwamba kuwa tuna haki ya kujivunia kwamba tuna rais katika nchi yetu. Hongera Mheshimiwa Rais kwa sikio lako na asante Juma Aweso. Hakika sauti yako imekuwa matumaini kupitiliza. Viongozi wana kijiji na kila aliyepata kuona maajabu ya uharaka na ukamilifu wa mradi ule amenyanyua mikono na kurudisha shukrani kwa Mama Samia Suluhu Hassan. Pokea salamu za pongezi, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.